Maana tuko tupiti, utafikiri kapepo haka tulii. Kila kijana kana mchuna, utafikiri kadi ya umoja. Yaani, kila mahali yeye ni kuchuna, kushoto ni kuchuna, kulia kila ATM aliyoipata, yeye ni kukomba, hali ziki, amewapanga vijana amewapanga vijana bila kufahamiana na suruali zao. Jamaa nafikiri anamwambia bebi, ni wewe we, ni wewe we. <laughs> mpe mtihani, mwambie kama ni mimi, simu yangu imezima chaji, naomba ya kwako hii nitumie kwa, kwa sababu anyway, kwa sababu ni mimi, kwa hiyo haina o. Vijana hawafahamiani wamepanga foreni, anajua jinsi ya kuwapanga, hawaonani. Ingawa wako hamsini kidogo, amewapanga vijana, hawaelewa yaani, kila mmoja anachakarika, huyo anatunza, huyo anafanyaje, anaweza kawaomba pesa za kusukia kumi, wote wakatoa akasuka za mtu mmoja. Hey, au wengine wanaambulia picha, baby Jamaa, unafikiri ni pesa zako, kumbe yuko mwingine mwenzako. Unajua vijana, hamujielewi wengi, mnaishi kwenye mitara isiyojulikana, kwenye mitara, kwenye isiyo rasimi. Yani katoto kadogo kanawaendesha wote, mpaka mnaitika abee. Huyu anageusa kushoto, huyu kulia, huyu kushoto, huyu kulia, hamuelewi. Halafu bahati mbaya hutotubinti uyu. Nachotusema sio kwamba ni tupagani Umu, kanisa Mama, wewe ni mke wa mtu, unashinda tu umo, na mukanyaga na mukanyaga <laughs> Baba ndo anaogesha vitoto ndo anavipikia. Wewe unarudi sane, wewe ulikuwa wapi? kwenye huduma, kwenye huduma. Baba, nasema sasa hii ndoa imekaeje? wewe usimpinge Mungu, usimpinge mimi. nimejitoa kwa Bwana, nimejitoa kwa Bwana lakini sasa hukuolewa na huyo bwana, umeolewa na mimi ambaye, na mimi nahitaji huduma, na mimi nahitaji umukanyage shetani hapa. Amen, lazima utumie akili. Ndio wale wengine wanatuheshimu, wachungaji awaheshimu waume zao, yaani akinisalimia mchungaji, baba babababa, baba. <coughs> ya kujua wafikiria kijana, unahangaika na kabinti we, unajikomba unakanunulia nguo, unakapeleka saruni, umekanunulia simu, unahangaika nako unahangaika nako kuliko wazazi wake. Yaani wakati mwingine wazazi wakanawaambia tu, ada imelipwa nana Ah e, mkopo si kanadanganya ka, kumbe kunaka ka, ka, ka, ka, kijana ka watu kanauza mpaka vitu vya wazee, beba na sabufa, kakatoto kasome, beba na TV za wazee ka, katoto kasome, kanauza na mashamba ya wazee, katoka katoka kasome. ana kahangaikia we, alafu siku nyingine unakuja kujua <laughs> kwamba huyu bitu unayehangaika naye eh, unaiona ile VX, eh, imekuja kumchukua wanaenda wapi kufanya assignment somewhere, halafu unatulia pale, unakuta una, ako kweli, kanakuja kanamkumbatia kana mkumbatia, halafu wanaingia, una hivi, macho yangu ndio hivi yeah. naona sawa sawa <laughs> Unasikia mtu anatafuta kamba zinauzwa wapi? Unamuuliza za nini, unataka kufunga ng'ombe? Hapana, kamba zinauzwa wapi? Anataka ajining'inize, ajimalize. Hasara ya kujua maana, tuko tupiti, utafikiri kapepo haka. Tuli kila kijana kana mchuna, utafikiri kadi ya umoja. Yani kila mahali yeye ni kuchuna, kushoto ni kuchuna, kulia kila ATM aliyoipata yeye ni kukomba hali ziki <laughs> lakini hawajamtafakari pia upande wa pili. Unajua, siku zote nawaambiaga hakuna mtu mbaya completely asiyefaa kwa kitu chochote ayupo. Hata kitu kikiitwa takataka, ujue upande wa pili ni mbolea <laughs> inategemea tu wewe umeangalia upande gani. Amen, duniani hakuna mtu asiye na faida kabisa, inategemea na matumizi. Amen, unanisikia? Sasa huyu mama watu wamemsema kwenye umalaya tu. Nilikuwa nawaambia watu wa ibada ya kwanza, nikawaambia mimi ndiye ambaye Mungu amenipa neema ya kuwatetea watu wasio na watetezi. Nilihubiria hapa siku moja, nilimtetea Yuda. Nilisema nataka nifundishe, miaka hiyo ya nyuma, nilisema nifundishe mazuri ya Yuda. Watu wakashituka, Yuda Iskarioti ana mazuri yoyote? Yuda ni kwa sababu nyie mnamfahamu Yuda wa mapokeo, hamjamfahamu Yuda wa Bibilia. Unajua Yuda wa Bibilia ni tofauti na aliye kwenye kichwa chako yuu ndalie kwenye kichwa chako hafai mbaya mpenda pesa hawai <coughs> <coughs> <coughs> kuonja mziki huo, ndio maana kwa kakuta mama na mimba iko hapa, anatembea kama gari ina pancha. Alafu pamoja na hiyo mimba anamhudumia mwanaume aliye furati naenda chai, chai, chai, kuoga. Hajakumbuka taulo, halijakumbuka sabuni, hajakumbuka chochote, anaenda akifika kule bafuni, ndo anasema nilete tena taulo. Nilete tena hiki. Kwa maana kuna wakati niliongea maneno magumu, munisamehe, nikasema kuna wanaume makatiri kiasi. yes, kwamba hatukimwangalia tu hivi pa kuna sema kama kuna shetani anafananaje kama sio huyu anafananaje kama sio huyu, unatamani uweke posters. Uweke kibao cha direction kwamba if you want to see na <laughs> wakati heshima he zote zina gharama. Kwa hiyo kwa hiyo wanasema ukitaka kumjua mke wako anakupenda kiasi gani, fanya nini? Filisika. <laughs> <laughs> ukitaka kuijua tabia ya mkeo ikoje, ashike hela kukuzidi wewe awe na biashara kubwa kukuzidi wewe, awe na miradi mikubwa kukuzidi wewe. We hawa wana kauli hawa hivi <laughs> viumbe hivi. Ndio maana mtu mmoja akasema ah, Biblia imesema wanawake ni viumbe dhaifu. Nikasema hujasoma Biblia <laughs> Kamuulize mzee wa hekima. Petro alisema muishi navyo kwa akili, hasa kama vitu dhaifu. Huwa vinaishiki na watu kwa akili. Sasa ndio utajua kwamba kwa nini Biblia inasema uishi naye kwa akili, hasa mtu mwenye dhaifu, utaishi naye kwa akili. Kwa hiyo wakati mwingine, na mengine naongea hapa, kuna wamama ambao wananyanyasa waume zao, mpaka wanaitika abe. Wako hapa na wanasikiliza na wengine hata inawezekana kamwachia na katoto mzee wa watu saa hizi yuko kwenye sofa. Anaka, anasema naenda kwenye mkesha, bembeleza nywesha, maziwa mpaka nitakaporudi, na mimi nita hey, hey, hey. <laughs> <laughs> wanaume ni vile tu Mungu alitupa sura ya ugumu, na hatukiwa kwenye mateso, hatuendi kwenye vyombo <laughs> kwenda kujitetea kwamba jamani nanyanyaswa. Unaona, watu watakushangaa, kao naamua kufa na tai shingoni. Wanakuuliza bai za nyumbani, unasema tunaendelea vizuri my wife well. Lakini kumbe uko kwenye kakoroboi kwa Kiingereza, kwa, kwa, kwa, kwa, cha mbea uko kwenye kibatari <laughs> <laughs> Kuna wanaume wengine utafikiri kazeka naumwe? Hapana, ni mzima na afya yake kamili. Manyanyaso anayopata kwa mkeo yamemkondesha. A, mnaona, kuna watu ni matajiri, lakini hawana raha. Kwa nini hawana raha? Mali zao zinawasuta, kwa Kiswahili cha Tanzania, yaani wanaishi kwenye guilt. Kila wakati hana raha na mali zake yeah. Hebu niambie mtu mwenye moyo mbavu, wengine wako tayari kunyang'anya na maproti ya watu, anajua kabisa hii proti sio yangu, lakini anatumia fedha, ananyang'anya proti ya mtu, anapandisha hapo jengo, lakini kila akiliona jengo roho inamsuta kwamba ulijenga kwenye proti ya mtu. Ndo unaona mtu mnampongeza, asante kwa ujenzi, umejenga jumba la maana, Kumbe hana amani, yaani kuna kitu kinamsuta, kuna kitu kimejenga guilt ndani yake, kwamba eneo hili hukulipata kwa njia halali, eneo hili ulizulumu mali za mtu. Na wengine, yani roho ya Mungu ikiondoka ndani yako, unaanza kuona vitu vina thamani kuliko watu. Wale mnaosoma Bibilia, Umewahi kusoma kitabu kile cha Luka habari za mwana mpotevu? Umewahi kusoma? Angalia yule kaka, mtu mdogo wake wakati amepotea, yeye alikuwa na amani tu. Amesikia mdogo wake amekuja, alafu na baba yake amemchinjia ng'ombe aliyenona. Mwangalia huyu mtu anasema, yani baba Huyu jamaa alikuwa hayupo nyumbani. Ametumia mali vibaya. Amerudi nyumbani unamchinjia ng'ombe. Akasema mtoto mdogo wako alikuwa amepotea, alikuwa amekufa. Lakini sasa amepatikana. Huyu jamaa amechukia, hataki hata kurudi nyumbani. Kwa nini? Yaani kwake ilikuwa bora baki na ng'ombe, kuliko mdogo wake. <coughs> <coughs> <coughs> Unamuuliza umeoa? Hey, ni kama <laughs> Umeacha watoto ushako? Wewe uko hapa. Nimekuja kutafuta maisha. Alafu umeyapata unakula na malaya. Mke wako ulimwahidi naenda kutafuta, nikipata nitakuja kukuchukua. Sasa huna mpango? Umekapata kama malaya kanalembwa macho kama kanakufa jioni ndio unakaa una nako. Mke wako yuko kijijini uko anateseka. <laughs> <Hai. laughs> Alafu tukihubiri oh, mchungaji punguza ukali wa maneno. Hicho kichwa hicho kichwa ndio cha kupunguzwa mahubiri. Hicho kuna vichwa vinatakiwa nyundo, yaani napigwa mpaka nasema hey, hey, yeah, hii hi imefika, kwa sababu watoto wa kule kijijini hawana baba. Mwingine ni wewe uliwaleta duniani watoto hawachagui pa kuzaliwa, wanajikuta tu wametokea. Unafikiri watoto wangekuwa wanajaza fomu kwamba wanajaza fomu, mimi nizaliwe kwa baba huyu? Hebu niambie ukweli, wangekuchagua wewe? wangekujaza wewe na kichwa kibovu namna hiyo? Lakini sio kwamba Mungu hajakubariki, amekubariki lakini zile baraka ambazo Mungu alikuwa amekupa kwa ajili yako na familia, familia hawaipati. Huyu mama amekataa kuolewa, mjinga kadiri. Yule mwizi wako anavyoiba shetani atakuletea taarifa pakujue. Aa, <laughs> mme wako sio mwaminifu. Utajua kwa njia ya meseji. Siku moja utasahau simu mezani, alafu shetani akwambia, angalia macho. Unaangalia ndio meseji inaingia tutwe, alafu ndo unaiona pale juu. Kuna misimu mingine ya hovyo inaleta meseji kwanza alafu alafu inazama sasa. Ikiingia iki tutwe, ndio shetani akwambia, angalia hapo. Dia ulifika salama jana e? kwa kweli ilikuwa mechi fire fire. Hey. Wakati sisi tunaimba kanisani faya, kuna mwingine jana alikuwa na faya, alafu hiyo meseji inazama. Mama nasema, hey? Hey? baba natoka huko <laughs> fungua hiyo simu imefanya ni, fungua ah, mimi nishakwambia achana na simu yangu hapana. Kwa leo tu fungua, kuna maisha ziji, imeiona Shetani amefanya chini mpaka ujue, kwa sababu kazi ya shetani ni kukuumiza moyo wako. <laughs> Ndio maana utafanya umara ya kisiri, utafanya sio vitu kisiri. Ipo siku hiyo siri shetani ataileta wazi mahali ambapo hutaikataa, ameweka na evidensi zote. Shetani hajawahi kuwa rafiki wa mtu, hana rafiki duniani. Yani, anapokutendesha dhambi lengo lake ni kukuaibisha mbele, ndio target yake. Amen, unanisikia? Kwa hiyo kama Mungu anatafuta wa waabuduo halisi, hata sisi tunatamani tuishi na waabuduo halisi, kwa sababu hao ndio hawatatusumbua. kuna mchungaji gani ambaye hapendi waumini wa wanaoabudu katika roho na kweli? Mchungaji gani? Mchungaji yote anataka waumini safi walio serious na ibada. Hawezi kutumia nguvu kubwa, hana muda wa kufundisha taiti kwa nguvu, paka watishie, usipotoa utagongwa na gari. Usipotoa utapata korona. Akiamka asubuhi, mimi mchungaji, mimi mtume, bila mtu akisema, mimi mchungaji, mimi mtume, akikosa kazi ya kufanya, amemaliza chuo kikuu Bible mkononi

Miaka yote wanasubiri pengine watapewa. Wanataka waambiwe mambo mazuri. Ibada za kawaida hizi, ukiwaambia mambo ya kawaida tu ya kumtii Mungu, kumwamini Mungu, kumcha Mungu aende mbinguni. Hiyo hawakubali. Wanataka waambiwe pokea ni mwaka wa kufunguliwa. Kila siku mwaka wa kufunguliwa. 2022 wameambiwa ni mwaka wa kufunguliwa. Amen. 2023 ni mwaka wako wa kufunguliwa. 2024 ni mwaka wako wa kufunguliwa. Hapo ndio anafurahi kweli. Daka gari yako. Endesha gari. Unasikia mpaka nyimbo wakati wanaimba Haro mbinguni nataka dola. Eh, majitu yani yani. Yaani mbinguni unapiga simu upate dola. Halo mbinguni, mimi nimecheka kweli na vile leo wameninginiza, sio wale mavu. Halo mbinguni, nataka dola. Yaani unawaona watu wazima, wasomi, wajinga, wajinga. Waache wakaangwe. Eh, waache wauawe kwa ujinga wao. Wale wanaouaua, sio hawana kosa, watajuana na Mungu mbinguni. Hawa wanaokwenda kwenye ujinga. Ninaona, nilikwambia bange na we, mgomvi nani? Mgomvi wewe, bange unalifuata. Ukiona familia ni makwaro lingi, kila wakati, makwaro wanaanzia mpaka dawa ya mswaki ya meno yale korogeti, wamekosana mpaka mtu anahama chumba korogeti, unamuuliza kwa nini? Haiwezekani. Korogeti baada ya kuminya mwanzoni, ameminya katikati. Yaani korogeti imekonda, imekonda. Sasa mwanamke gani? Mwanaume gani anakondesha dawa? Ndio. <laughs> Sasa korogeti, ndio maana niwaambia, stress zingine unazitafuta tu. Kwani korogeti shingapi? Shingapi hapa Kenya? Kale kadogo hamsini, mia, kubwa kidogo mia mbili. Unashindwaje umwambie mume wangu mke wangu, we ujui kuminya? i ako hii minya ikonde kabina ukimwi mimi ya kwangu ntatumia hii, ntatoka nayo chini, takuwa naminya polepole mpaka itakapoisha. Kila mtu atumia ya kwake, problem. Unajua, kuna wazee ambao ni watenda dhambi walioitay, wazee wengi ni ma ni retirement wa dhambi. Ujawai kuona mzee amezeka, lakini bado anawaza umalaya kabinti kakipiti, utasikia eh, ingekuwa enzi zangu. Maana yake sasa amelitaya. <laughs> Ndio kuna tuzee tunapenda umalaya, lakini Mungu alilipia waifa, kifurushi kimeisha imekata. Kwa hiyo hawezi kusach, hawezi kuingia mtandaoni, hawezi waifa ime nakaona, kazee kanatamani wanawake wameumbwa, lakini katafanyaje? Waifa ni kamaraya kaitai <laughs>